Ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, vijana wa sasa wanaita bongo flava yeah. <laughs> ah. Uh, kwa nini Masia? Kwanza, Masia ni jina langu, sio jina labda la matani au la kutunga mtani. Masia ni jina langu kabisa. Mimi naitwa Ayoub Adinani Masia. So kwa nini imekuja Masia? Nafikiri ukubwa wa hiyo jina Masia lenyewe kwa sababu Masia Wakristo anamtambua kama Yesu Kristo, Waislamu wanamtambua kama Nabii Isa. so ilikuwa mimi nikiitwa Masia watu wanashangaa sana, hata shule wakati masomo nikifika darasani wakati ule wa attendance sikuitwa majina, mwalimu akiita Ayubu Adinani inakuwa, inakuwa ani Masia kwao ni kama mshangao fulani, huyu jamaa kwa nini anaitwa Masia? yuko Masia Masia, watu wakawa wanachukua yenyewe, waamsha kwa Masia wanita na Ayubu washangai Ayubu washangai Adinani wanakuja kushangaa hiyo Masia kwao. Mi zamani nilikuwa sipendi kuitwa Masia pia, lakini kama unavyojua ukiwa unakataa kitu ndio kinakuwa zaidi, so ikaenda na kuwa, kuwa na kuwa. So nilipoingia kwenye maswala ya music huko nikaona nikijita Ayubu itakuwa jina la kawaida sana kwenye muziki, nikijita Adinani itakuwa jina la kawaida sana katika mziki. So nikaamua nienda nayo hiyo Masia kwa sababu hata nikimwambia mtu mimi ndo Masia lazima tshtu ko nikapenda tu hiyo, mimi nitumie hiyo jina Masia, lakini sio jina kutunga, ni jina langu kabisa ambayo liko katika passport liko katika NIDA, ipo kila sehemu ambayo inahusu na mimi. Mziki nimeanza muda sana sana sana Aa uh, muziki nimeanza tokea nikishalii kabisa mdogo, yani ya. na mi muziki nafikiri nilikuwa napenda sana kusikiliza muziki, so pale nyumbani walikuwa wanatamani mi kuniona nikifanya chochote ambacho kinohusiana na muziki, kwa sababu nilikuwa kituko kwanza nyumbani, kwa sababu nilikuwa mdogo, nilikuwa chalii, nilikuwa kituko sana, kwa napenda kucheza, kusikiliza muziki. Kwa hiyo mkubwa alikuwa anaona kabisa kwamba huyu yeye, yeah, alikuwa ananihadithia mimi kwamba alikuwa ananiona mimi katika hiki nachokifanya sasa hivi wakati niko mdogo. Muziki nimeanza muziki nimeanza, nimeanza, nimeanza nikiwa mdogo, lakini rasmi nimeanza mwaka 2010 kama sikosei. Ndio nimeanza kurekodi na nini, kutafuta channel za muziki, kutafuta watu ambao wanafanya muziki pia, nimeanza mwaka 2010 mpaka sasa bado tunaendelea hayo. Kwanza mimi nilikuwa mtundu sana, yaani mimi mtu kujaribu jaribu sana, nishajaribu uh, vitu vingi vingi uh, tofauti na muziki nishafanya vitu vingi vingi uh, nimeshawahi nimeshawahi kucheza mpira mpaka sasa hivi nacheza football uh, nimeshacheza boxing ngumi. Ah, nimeshawahi kufanya riadha vitu oh, vingi na, na na kitu gani ambacho kingine hapa nafanya nitakutajia hivyo, lakini kwa sasa hivi napenda muziki na mpira, nacheza sana mpira uh, ukimia wangu umesababishwa na vitu vingi sana cha kwanza ni, uh, ni masuala uh, ya kibiashara. Cha pili ni ushikaji, yaani kufanya kazi ya ushikaji, ushikaji, yani, na mshikaji. Nimekuambia uh, cha kwanza ni, ni, ni kibiashara yani masuala ya kibiashara imefanya mziki wangu usimame, pia na maswala ya kufanya kazi kwa kuaminiana kama washikaji kwamba unamwamini una mtu ufanye naye kazi bila mikataba na nini. Siku na so, la kwa kwanza maswala ya kibiashara ilikuwa ilipua... kuna watu mimi nilikuwa nafanya nao kazi ya mziki, so wale watu walikuwa wananisimamia kwa baadhi ya vitu, au sio? Kama kurekodi, kunivalisha, kushuti na nini, so katika mikataba tulisaini vitu vingi vizuri, ambao wananifanyia mimi kama msanii so tulipokuja kumaliza mkataba kwenye vitendo vikawa tofauti yale makubaliano ambayo tumekubaliana, tumekubaliana kwenye hayo makubaliano kwenye hayo makubaliano yalivyokuwa yana kwenda tofauti na mimi, sasa ndio tukatofautiana katika masuala ya kibiashara. So mimi nachokitaka wao naona hawawezi, na wao wanachokitaka na mimi pia naona siwezi. kao matokeo yake ikabidi nisimame mpaka mkataba uishe ndio nianze maisha yangu mingine mate. so Unajua, katika mziki kwanza, ni mziki, ni biashara na biashara, mziki ni kama biashara nyingine, yani kama unavyoona duka, unavyoona wauza magari, wauza spare, yani kama unavyoona biashara nyingine. Sasa sana mziki, kwa sababu kwa nini nakwambia mziki ni biashara, mziki unaingiza pesa, na bila kuinvest katika mziki wako huwezi kupata kitu ambacho unakitarajia katika mziki wako. So ukiniuliza mziki uh, Masia kukaa kimya na kutoa ngoma back to back, nitakwambia kutoa ngoma back to back ni beta zaidi kwangu, kwa sababu nikifanya hivyo ndo na- naona kile ninachokifanya kinaniingizia kitu, sio kama unaelewa. Kwa hiyo mi nitachagua Masia back to back. Uh, mi napenda wali wali nasi nyamaminavna nyama mi ni si nyumbaniao <coughs> umuo maskiwa nyumbani, Masia kwanza ni baba. Nikiwa nyumbani mi ni baba, napenda sana familia, napenda kufanya kazi zote ambazo zinahusiana na, na maswala ya kwenu. Nikiwa nyumbani mi ni baba wa familia kabisa, na kila kitu. Mimi vyombo nikiwa nyumbani. Ya. Mimi nimeshai kwenda kwa mganga. Na sababu ya kwenda kwa mganga nakumbuka, mwaka 2015 wakati nasambaza wimbo wangu wa pili unaitwa sina bahati, uh, tulipata bahati ya kutembelea kituo kimoja kikubwa cha TV television so kwenye kile kituo uh, tulibahatika pia kumkuta mtu ambaye ana, anaongoza vipindi kwenye ile TV au kwenye ile media. So ambaya, yule mtu, yule alikuwa, na bahati nzuri au mbaya yule mzee ni bosi wetu pia kaka. So, kama bahati na katika muziki umepenya kwao wakati nakutana naye sasa, wakati tunamfuata na kwa sababu tunajuana na uh, na na mapenzi mzee, kwanza kabadilisha na sura, akaanza kunichana <laughs> kwamba inakuaje? Sasa hivi kipindi cha kampeni unaleta nyimbo za mapenzi, watasikiza nani? Nenda na upepo akaniambia vitu vingi sana ambavyo vina vinaipasha ile nyimbo yangu hata kusikiliza kusikiliza pale. So tukamkabidhi ile CD. Sasa ya so, mwanangu, wakati yule mzee anaongea. Yeye tulikuwa tumeka. Yaani kama vile kuna kitu kimetuingia katika nafsi zetu kwamba ah, ni kuhadi mbona nyimbo yetu kali afu mzee ajaiangalia hata kuiangalia na nini. Kwa hiyo yule mzee alipoondoka na siku tukabaki peke yetu pale, mwanangu ndo akaanza kunipa hayo hayo mambo kwenda kwa ganga, sasa kanafasi, unajua ni Masia ya. Mwanangu, sio ni baba ni busambaza ilikuwa fresh eh, hii hango ya mwanangu ina roho una bundu, basi atafute sehemu ndio kufanya dua. Ko, kwenye, kwa kwa hiyo na kweli mimi nikamsikiliza kipindi kile, kwa sababu jamaa alikuwa anaishi naye ni nadha naye komboi. Kwa hiyo akanishauri kwamba kuna mzee anamfahamu anafanyaga hayo mambo. Kwa hiyo nikaenda kwa ile mzee akatufanyia vitu vitu nini, akatupa madawa tukaogaoga pale na nini, lakini hakuna ambacho kiliendelea. Yaani sikuona sikuona matunda kile kabisa tumekifanya. Kwa hiyo naona kama ni snitch. Badaa hapo sikutembea tena kwa hey, watu. Kwa mganga nishai kwenda na watu wengi wanafanya hivyo, sijui kama wanafanikiwa lakini, sikufanikiwa baada ya kufanya hivyo. Changamoto ni nyingi katika mambo ya sanaa, changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza ni uh, kipindi kile ilikuwa platform ya kufanya wewe uonekane kwa watu, watu <coughs> wakujue, ilikuwa changamoto sana, lakini kwa sasa ina kidogo hiyo changamoto kama inaanza kupotea kwa sababu sasa hivi naona watu wengi wakifanya nyimbo wakatoa hawaangaiki awa, awa, awa, tena media house kumwomba mtu kumpiga magoti na nini. Hayo mambo sasa hivi yameisha. Changamoto kubwa ilikuwa kwa wasanii, lakini sasa hivi tumetoa platform za kuuza muziki mtu na watu kwa promotion katika, digital platform na nini unapata kitu ambacho unakitaji. Ja, ndoto kwa kweli ni nyingi, lakini ndoto yangu kubwa zaidi ni kusogeza mziki wangu uende ukawe biashara ambayo inaweza kuingiza kipato katika maisha ya ndoto yangu kubwa sana katika mziki wangu. Kwanza <coughs> kama nilivyoelezea huko nyuma uh, changamoto iliyokuwa mara ya kwanza ni masuala ya kusimamiana na nini, bo. Sasa hivi najisimamia mwenyewe, sina management, sina mtu ambaye labda namwambia labda nipe hiki nikafanya hiki hapa, so nikiona uh, nimezingua sasa hivi nimezingua mimi tena, sio watu wengine ambao kama nilipoelezea kwa nyuma, kwa na kwa sababu mimi ndio maisha yangu ambayo nimeachagua, siwezi kuwa let down na siwezi kuangusha kwa namna yoyote. Nategemea kufanya vitu vingi vizuri, mashabiki wangu niwape chakula ambao tunahitaji kila siku uh, kwa hiyo wategemea mazuri kutoka kwangu, yani kama ni magoma, ni magoma ni bati bati kwa sasa mimi nafikiri skendo labda zinifuata so mimi ndio tafuta mimi si, si ya nyingi sana kwa masuala ya skendo, labda kama zitakuja, yani kama zitanifuata sana so mimi ndio, kwa sababu skendo ziko za aina mbili. Kuna mtu anatengeneza skendo, halafu kuna mtu mwingine skendo anapewa yani kwamba kitu kimetokea sehemu anaambua ndo fulani kafanya. So hizo zikija sawa, kwa sababu huwezi kuikwe kwa mtu hawezi huwezi kumpangia maneno au kukwambia au huwezi kupanga uh, fulani amchukie fulani uongo Yani inakuja kija automatically sawa, lakini kama ya kupanga, mimi mimi si, si usuru sana maswali stori za kiwaki stori za kiwaki kwa maana ya yani, kuniuliza maswali ya kuchonganishana unavyo nijarijarimie tukikutana, nataka niwasimulie. Yoyo ishoboi, Masia nimwaletia zawadi ya wimbo wangu mpya unaitwa Nifanyeje, unapatikana katika digital platform zote, kama vile iTunes, Spotify, YouTube na sehemu zote ambazo naa mziki duniani. So take your time to listen. Masia Media, sisi ni wewe.